Waombaji ambao kwa sababu moja ama nyingine hawakuweza e, kupata nafasi katika vyuo vya elimu ya juu au wale ambao hawakuweza kutuma maombi yao wana, wana, wana, kwa hiyo wanashauriwa kwamba wautumie muda huu vizuri, na wakati huo huo vyuo vyote vya elimu ya juu ambavyo vinadahili shahada ya kwanza vinashauriwa sasa vifungue mifumo yao siku ya Jumatatu tarehe sita programu zile tu ambazo bado zina nafasi. Programu inaweza imebakiza nafasi kumi, imebakiza nafasi tano, basi ifunguliwe kwa nafasi zile, ili sasa waombaji waweze kutuma maombi yao. Tumetoa pia ratiba mpya inayoonyesha namna ambavyo udahili wa awamu e, hii ya tatu utakavyokuwa na huu utawekwa katika tovuti yetu ya Tume ya Vyuo vikuu waombaji waliopata udahili zaidi ya chuo kimoja wakitaka kujiona kwa haraka, nao wanaweza kuingia kwenye tovuti ya tume ya vyuo vikuu, wataona pale majina yao, lakini vinginevyo katika eh, zile eh, eh, account zao walizotumia majina yao watayaona kwamba mpata chuo zaidi ya kimoja. Sasa nitoe wito kwa waombaji wote kwa udahili, nitoe wito kwamba watumie nafasi hizi vizuri, waitumie nafasi hii vizuri kuweza kutuma maombi yao kwenye zile programs zenye nafasi, na wale ambao sasa wanahitaji kujithibitisha watumie muda huu vizuri kuweza kujithibitisha katika vyuo na program ambazo wanazipenda. Wale ambao wamepata udaili kwa awamu ya pili, matokeo ya udaili yatatangazwa siku ya Jumatatu, tarehe 6 Oktoba 2025. Awamu ya kwanza ilikamilika, tuliitangaza. Awamu ya pili imekamilika, matokeo yao sasa, waliopata na wale waliokosa, yatatangazwa na vyuo husika vya elimu ya juu siku ya Jumatatu tarehe sita Oktoba elfu mbili na ishirini na tano. Sasa ya kitangazwa yale, kuna wale ambao wamepata chuo zaidi ya kimoja, wamepata chuo zaidi ya kimoja watapokea ujumbe mfupi kupitia e, simu zao. Ujumbe mfupi wa simu utawapa namba ya siri ambayo wataitumia kuweza kujithibitisha kwenye chuo kimojawapo. Sasa wapo na wengine ambao kwenye awamu ya kwanza walipata chuo zaidi ya kimoja, wanawezekana kwa sababu moja ama nyingine hawakuweza kujithibitisha, watatumia nayo nafasi hii kujithibitisha muda wa kujithibitisha utakuwa kutokea tarehe 6 eh, Oktoba mpaka tarehe 19 Oktoba 2025. Tume ya Vyuo Vikuu imepokea maombi kutoka kwa wadau mbalimbali na wadau wakubwa ni Jumuiya ya Wanafunzi wa Taasisi za Elimu ya Juu Tanzania TAHLISO. Tumepokea maombi kutoka kwa TAHLISO, lakini tumepokea pia maombi kutoka kwa vyuo vya elimu ya juu. TAHLISO, wameomba kwamba wako waombaji ambao kwa sababu mmoja ama nyingine walichelewa kutuma maombi yao au hawakuweza kupata. Kwa hiyo wameiomba tume kuangalie uwezekano wa kufungua dirisha lingine, lakini vyuo vya elimu ya juu pia vimeiomba tume kwamba bado zipo nafasi kwa baadhi ya programu ambazo bado hazijajaza. kwa hiyo tume iangalie uwezekano wa kufungua dirisha lingine. Sasa kufuatia maombi hayo kufuatia maombi hayo na baada ya kufanya uchambuzi, linaonekana ni busara sasa. Tume imefungua dirisha lingine, litakuwa dirisha la tatu na la mwisho, ambalo dirisha hili la tatu sasa linafunguliwa siku ya Jumatatu tarehe 6 Oktoba na litakamilika tarehe 10 Oktoba.